Siku tukufu kabisa, jana tulisali Idi na leo ni Idi pili, na mtashangaa leo tumefanya surprise ya mavazi kama haya, manake si yetu almuslimuna ala shurutihim, waislamu wapo juu ya utaratibu wao. Nimefanya maksudi tu kama surprise tu, lakini hata siku moja, hata kwa bahati mbaya, a aya mavazi si haramu, lakini hayajawa mavazi ya Sheikh Othman. Sheikh Othman anajua sunna moja ya Mtume Muhammad ina thamani kuliko mbingu na ardhi, na sunna za mtume ni nyingi. Mbele yangu na Sheikh Abubakar na imamu hapa na Sheikh Nasr niliyofanyia surprise kila mmoja. Sheikh Bakari asubuhi alinikuta na nguo zingine si hizi, natengeneza tengeneza gari, akanambia, ah wallahi sijakujua. Nikamwambia na mimi fanye makusudi ili usinijue. Zamani kule markazi mtu akivaa kama hivi ukikutana naye unamwambia kihekima, ah, mbona unawachanganya malaika wewe, ambia kwa nini wamekuzoea na kanzu <laughs> ili ndo vazi yote ni sawa, lakini hili kwa hakika ndo vazi kwa sababu sisi si Waarabu si, si, ukivaa mavazi haya unapata na ujira ndani yake. Tumetoka kidogo mjini, tunaenda nje ya mji kwa ajili ya kwenda kula idi pili na tukaona tusipite hivi hivi, angalau tupate hadithi moja ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama wenye kusema asema, lau saalna minna ahadan sualan fa aina tujadu assaada. Akiulizwa mtu furaha inapatikana wapi, ufanye nini ili upate furaha? Mwingine anasema furaha, bwana, ujenge nyumba uoe mke muishi mpendane, lakini wakati huo huo kuna watu anasema natanga natamani itangazwe kila mmoja amrudishe mke wake nyumbani, ile furaha bado haijapatikana kwa sababu ya yule mke mwingine. Anasema furaha siyo upate mali, lakini kuna mtu mwingine ana mali na ana maradhi karibia ishirini mtu mmoja, mpaka ile maradhi anatumia pesa zake kuliko hata yeye mwenyewe anavyotumia. Sasa furaha haipatikani kwa wake wazuri wala watoto, isipokuwa furaha itapatikana ukimpata Mungu na mtume Muhammad. Anasema dhaka halawa tal imani, ukiipata imani ya kuwapata wawili hawa umepata kila kitu, kwa sababu so, ukiwa na imani, kila kilichokuwa kizito kwako automatically kinakuwa ni chepesi, na kila kinachopita katika dunia hii na tafsiri yake ni nyingine tofauti na yule ambaye hajui Mungu na mtume ni nani. Sasa miongoni mwa furaha, kipindi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyorudi Isra, mwaka 11 mpaka 13 kuingia Madina, watu walikuwa wanaulizana leo mtume hapa Madina, mgeni atakuwa mgeni wa nani? Ataingia nyumba ya nani? Hii ni furaha kumpata mtume umpokee. Shekhe, tukatoka Saudi Arabia, basi utatangaza kila sehemu, bwana mimi ije kundi tu ya masurati nyumbani, sema mashallah, mimi niko na kundi, umeona bwana. Basi kila mmoja akawa na introduce ile nyumba yake ya Rasulullah. Lau nazalta fi baiti inna fi baiti kadha wa kadha wa kadha, siungeshukia kwangu. Mtume nyumba yangu inaichi inaichi, kila mmoja anaonesha. Watu wazima wote, wafalme wanafikia kwangu, jumba langu, lakini furaha, kwa sababu si nyumba nzuri, wala mtume hajapapatikia nyumba. Wakawa wanavutavute yule ngamia wake Mtume, akawambia da'u nakata fainaha mamura, msimvutevute ngamia haendi mwenyewe kaamrishwa na Allah. Pale atakaposimama ndo mwenye ngamia, mtume atashuka. Watu wakawa namsindikiza ngamia, wanawake wanayumba wana taimayul talaa albadru alaina min thaniyati lwada wajaba shukuru alaina mada lilahi dai, wakawa wanamsindikiza mtume, mwisho akawa anapita asimami hata katika nyumba ya mheshimiwa yeyote Madina akaja kusimama kwa mtu muhimu anaitwa Aba Ayyub al Ansar, au anaitwa Zaid ibn Khalid maarufu Aba Ayyub al Ansar. Huyu bwana kashangaa, huu geni ndo wa kwangu mimi? Ala, mimi basi. Akaenda mbio akakamata ile kamba ya mnyama wa mtu, vile uso wake ulivyopambazuka wanasema alikuwa akionekana kalkita lqamar, kama kipande cha mwezi. Ile furaha sasa wewe kaa juu, mimi nikae chini, hainipi heshima eti mimi nikae juu wewe ukae chini, litakuwa baina na wa baina wahi minasama eti wahi utoke mbinguni mbigumaake Jibril hapa ndo kwake sasa unipite huko na mke wangu, mi nitakaa hapa chini. Lakini kwa sababu mtume anajishusha, asema watu wengi watakuja kuniona, haifai wasumbue, nitakaa hapa hapa, weka huko juu na mkeo aje. Furahia sana, anaambia mke wake, hati hatiam, leti chakula mtume huyo. Chakula kikaletwa pale, mtume aliyekuwa hali sana kala kidogo, kabakisha. We kilivyorudi yule bwana akawa anagombania na mkewe kule alikotia vidole bwana Mtume Muhammad. yatabarakuna bihadha ta'am Sasa kwa nini nimempata nimemtaja sahaba huyu? hmm. huyu sahaba huyu aliulizwa umepata furaha maishani mara ngapi asema mara mbili maisha yake ya alikuwa ametabasamu asema siku ya kwanza furaha yangu kubwa Mtume anakuja Madina watu wote wakamkosa akafikia kwangu. Ah ile siku sisahau na siku alivyokubali kukaa juu mimi nikakaa chini, hapo ndo alimaliza kabisa. Sasa huyu bwana amesikia mengi kwa Mtume. Miongoni mwa waliosikia kamsikia Mtume anasema mansama ramadhani thumma athba'ahu sitta min shawwal, atakeefunga Ramadhani akafuatishia na sita ya Shawali kana kwamba amefunga mwaka mzima. Hongera Abu Ayyub Al-Answari. Kwa hiyo na sisi inshallah kesho tunaendeleza na somo yetu ya sita ya Shawwal. Leo tumepumzika kidogo kwa sababu ni Eid pili, na si kwamba eti sita usipoongozana nayo leo leo utakufa, hata aufi ni mwezi mzima huo. Asalamu alaikum. Imamu pengine atatia kidogo. Eh, walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jambo la kumshukuru Allah, kwanza kwa ujio wenu wa safari sisi kwetu kama siku kuu imetimia, hasa tunafurahi, alhamdulillah. Yani maana yake kweli tulilofunga furaha imejaa hapa, kila mmoja imejaa. Kwa hiyo mpite salama, tunashukuru. Ni mengi mengi mengi, Sheikh atugusia, anajua kagusa kidogo. Mimi sina hata neno jengine pale kuliongoza, lakini ndani ya mfungo huu wa funga sita tumeletewa mafanikio yaliyokuwa makubwa mno, makubwa mno kwa kila funga moja na faida zake, funga ya pili na funga ya tatu shehu ziorodheshe kwa wingi, ukipata wasa eh? Ziorodheshe kwa wingi, kwamba kuna siku mtu unavoifunga ile funga moja, miongoni mwa faida zake basi unaozeshwa mahuru laini 40, mahuru laini 40, Allah. Na ile mtu kikawaida anaweza kuona sasa mahuru laini 40, kumbe mtu wa peponi daraja ya chini hapungui, hapungui mahuru laini 70, huyo ni wa peponi daraja ya chini. Kwa hiyo inshaallah, kwa kweli neema hii tuliyoletewa bado kama ilivyokuja Ramadhani, na neema ni miongoni mwa neema zake, tuogele nayo yaliyo pembezoni mwa kheri, basi ni yanyweni ya kheri, ndo haya tujitahidini inshallah. mimi shekhe sina zaidi ya kuzungumza ila haya, Allah awabariki na atubariki sote, karibuni sana Chuma.